za mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Na leo tuko hapa kwa Shabani Mpira Pesa. Tumekuja kupiga stori mbili tatu kuhusiana na mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Ndugu yangu, mambo ni mengi kweli kweli. Kila kitu kinakuwa bulu bulu kweli kweli. Tunataka kufahamu bwana. Nini kumenoga huko? Dirisha dogo la usajili limefunguliwa. Simba Sports Club mnaonekana mko kimya, lakini majirani zenu ni kama vile wametiwa ndimu, tayari kila kitu wameanza kukiweka Hadharani, dhahiri shahiri, jana saa tano usiku wamemtambulisha Alan Okelo is green and yellow. Nasemaje mwana ushabani? Eh, kwanza tunashukuru Mwenyezimungu tuko salama, tumeshiriki tume mapinduzi, tumerudi hatua ya nusu fainali, lakini bado safari inazidi kuendelea kwa sababu Simba ni klabu ya mpira, maisha yetu ni mpira, kila siku kucheza, sio leo, sio kesho, sio kesho kutwa. maisha yetu ni mpira kwa hiyo kwa masikitiko tumetolewa kwenye mapinduzi, lakini bado maisha yanaendelea. Nadhani sasa hivi tuko katika sajili sajili za Simba. Nyinyi waandishi wote na nadhani wote wanajua Simba wakisajili hawapigaji makelele, wanasajili kimya kimya, ndio maana watu wengi, we tunawasajili wanakuwa bora bora, hatusajili hatu, madunduka ambayo hayaelewi au hayajui, yaani watu wanasajili kimemko, ili mradi mchezaji kapambwa basi, mtu anajua amesajiliwa mchezaji kapambwa. Wachezaji wetu tunawasajili wanakuwa bora. Hata kwa mfano dirisha kubwa tumeona e, Musa Barakonte, sisi tulisemwa sana kwamba wametupola, wametoa hela nyingi, wameongea maneno mengi, lakini kumbe watu wako kimya kimya, wanataka Alassane Maodo Kante. Na hata kwenye pichi tunaona Alassane Maodo Kante na Musa Barakonte ni vitu vili tofauti mm. Kwa hiyo hata usajili huu adilisha dogo na uhakika viongozi wangu wameangalia makosa ya wachezaji gani wanahitajika kwenye timu zetu na kwenye timu yetu, na nafasi gani iende kujaziwa, nafasi gani ibaki. Kwa hiyo mimi katika usajili niseme tu, wanasimba, tufanye subira. Usajili watasajili wachezaji ambao wanahitaji kuja kulikapa kwenye nafasi ambazo zilizokuwa zina mapungufu, na muda wa kutangaza watatangaza, kwa sababu Simba ni timu ya biashara hatutangazi wachezaji kama tunauza matikiti, kwamba watermelon unakata kipande cha mia, unauza cha shilingi hamsini. Tuna tunatangaza kibiashara. Tutakapoanza kutangaza wachezaji wetu, basi kila mtu atatulia na nchi itatulia, kwamba leo Simba wanatangaza wachezaji wao. Lakini miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wakihusishwa na Simba Sports Club ni miongoni mwa Alan Okello, dirisha kubwa la usajili mlipeleka ofa, lakini ofa ilikataliwa, ilikuwa ndogo. Akasema mnakwenda kujipanga, mtarejea. Young Africans wakafika na wakatua wakaondoka na mchezaji wao. Shida nini? Kila mchezaji anayesajiliwa Young Africans ni lazima ahusishwe na Simba. Hamna usajili wa hivyo. Yaani uende kama unaenda dukani unaenda kununua chumvi, imepanda bei unarudi. Hamna. Ili upate story mzuri, ili klabu yako izungumzwe, lazima uitaje Simba Sports Club. Ili watu wakuongelee vizuri lazima mtaje Simba. Okay, wangetajwa anaenda Singida basi asingekuwa na mantiki. Okero angekitaja anaenda Azam asije kwa na mantiki. Na, na hata viongozi wa viongozi walomsajili Okero asije kwa na thamani, sababu ingeonekana mchezaji wa kawaida. Ila Okero katajwa, anatakiwa na Simba. Bas, kiongozi anapanda kidogo anakuwa na thamani na yule mchezaji naye anapanda thamani. Simba tuna kina Okero mpaka wengine hawachezi. Yeah. Yes. Simba? Na Juma cha Sambi kama Okero. Lakini Simba hachezi. Simba tuna Morris si Abraham hatari zaidi ya Okero. Tuna mawinga tofauti na kina Kibu ma, ma, ma, mawinga kuna kuna mawings wa kina wa kina Joshua Budo wote mawings lakini wengine hupata nafasi. Sasa kwa nini huzidi kuongoza wings mwingine wakati ma, ma, wings wa kucheza vizuri unao. Kwa hiyo ili upate thamani ya kitu chochote kwenye mpira lazima umtaje mnyama ubaya ubuya. Na ndo ile tumetaja sisi tulimtaka Ukero mwisho si, ndo kama nikakupa mfano mwanzo Musa Balakonte, wanasema alitakiwa na alipandishwa thamani na akacheza ile mchezo gani na bosi. Mwisho wa siku, Musa Barakonto wametaka kumpeleka mkopo kule kwenye Alizeti, kakataa. <laughs> na hata hajacheza mechi za ligi hata sita, lakini wanaonekana galasa. Walituambia dumbia mchezaji kacheza Ulaya kafanya siklabu sura ya kizee, mwisho wa siku kafeli na atakumtoa mkopo, lakini sisi watu wamefana. Mimi nakwambia hiki kimya kitaibua wachezaji bora sana. Wachezaji wetu wanakufa wakishafika Tanzania. Yeah. Tunasajili wachezaji bora sana, lakini wakishakuja hapa kuna vitu vinafanyika, na hizi ndiyo maana wnakaanda soa bora. Leo timu yetu imesajili wachezaji bora kuliko klabu yoyote kwenye nchi hii, Simba Sports Club. tuna wachezaji bora kuliko timu yoyote kwenye nchi hii. Yeah. Ndiyo maana hata mchezaji anayekaa benchi Simba klabu nyingine anaitwa Kasamiro. Mchezaji anayekaa benchi Simba kwenye timu nyingine akienda Kasamiro Jena, Jonas, jela Jonas Gerard Mkude. Yeah. kwetu alikaa benchi karibu ya miaka minne kaenda nyuma mwiko amemwita kasamiro hujagundua <laughs> kitu so. E, kwa hiyo kuna vitu Simba ukitaka kupata thamani lazima uhitaji Simba hmm. Sawa sasa, hata Okelo watu wametaka kujipandisha thamani, ndio maana wamemtaja Okelo mchezaji ambaye katakiwa na Simba. Simba watu wanaowataka tarehe za kutangaza wachezaji lazima uweke bando, hatutangazi bulebule bule. hmm. Unatangaza mchezaji saa tano usiku mchezaji wenyewe Okelo anatoka hey. Sekafa Afrika Mashariki na Kati eh? Hey. Alafu mchezaji wenyewe timu yake ya Uganda hata kuivusha sehemu no, inayotakiwa akashindwa ah. Okelo na Nado mkubwa na eh? Hey. Idi Nado na, na Okelo <laughs> <laughs> hey, Nado kafanya makubwa kwa nendeshilo timu ya Tanzania. Okelo kafanya nini yani Nado ni star kuliko ala eh, eh, to ukweli Star Eh, star boy huko hey, huko Uganda. Ila sio kwenye kwenye ya Bongo. Ila sio kwa Simba Sports Club. Simba Sports Club tunasajili wachezaji kutokana na nafasi zetu tunavyojua kucheza, hmm. Leo sikatai, Okelo mzuri kwao. Leo uwezi kuniwekea Morris ukaniwekea okelo nikachagua Okelo, yeah? siwezi Morris, siwezi Abrahamu na na, na na Okelo, yeah. Okelo. Siwezi siwezi. Sina, nakwambia ukweli hmm. Okelo kaenda nchi kibao, kafeli, karudi Kampala tena katu, katoka kwenye timu ndogo Kampala KCC KCC hmm. Baadaye kaenda Vipers hmm. Timu ndogo baada ya kufeli, ndio Uganda kuna jogo <laughs> kama wewe una kama mchezaji mkubwa Uganda, lazima ucheze jogo hmm. Sports Club Villa. Lakini Aucho mwenyewe pia amecomment kwenye hili na amesema kwamba Young Africans wamepata mchezaji sahihi. Ndugu yake Aucho kwa, ya kwa toka wapi? Aucho katoka Uganda. Aucho, Aucho kacheza Yanga. Ili na Okero naye aishi Uganda ijengeke lazima mpige debe Okero acheze. Haucho. Yeah. Kwani ame ame kutoka wapi? Aucho ni raia kutoka wapi? Lazima msifie Okero. Haucho. Yeah. Timataifa ya Uganda yeye captain. Okero kijana wake atashinda kumsifia. Yeah. Ukweli unazungumza kwenye pitch kaka. Mimi niseme hivi. Yeah. Dirisha dogo limefunguliwa, wamesajili, wameongeza. Tarehe moja, tarehe mbili, tarehe tatu ligi inarudi tena. Tutaona ubora wa Okero kwenye ligi ya Bongo. Bongo nyoso back hatukuachii back, nafasi. Yeah. Unacheza mtu na mtu, kama una uwezo mtoke mtu nenda ka score goal ndio tutakusifia. Kuna watu wamekuja zaidi ya Okelo kusema Okelo ligi atafeli tena, tungoje. <laughs> kwenye pitch, ila sio wa kumpaza hivyo. Yeah. Mtu bora Bobos ametoka Uganda, mpaka leo yuko Ulaya anacheza Okelo katoka zaidi ya mara tatu nje nje ya Uganda karudi Uganda kwa nini? Ujiulizi. Bobos katoka nje ya Uganda mpaka leo hajarudi. Bobos na, na Okelo miaka yao haitofautiani. Tofauti ani hasa Ulaya karudi Uganda. Tuzungumzie mpira, tuzungumzie mtu fulani kasajili apate nguvu. Maneno yamesemwa kuna chuma kinatangazwa, mm -hmm. kuna mtu hatari, kuna balaa linafanyika, tunaangalia, tunamuona Alan Okelo mkosa <laughs> tuna Okelo mkosa penati. Tunamwona Okelo mkosa penalti. Mimi jua labda wanatangaza chuma kwa kweli. Kama, yeah. Tangaza Okelo. Yeah. Sisi hatuna no, wasiwasi. Tucheze ligi, tucheze ligi. Tucheze ligi, tucheze ligi. ligi. Yeah. Muache kijana aje kwenye ligi. Yeah. Yes. Eh, bwana tuzungumze huku bwana. <clears throat> Jana tumeshuhudia polisi, bwana, polisi ya Kenya wakimtambulisha Awesu Ali Awesu kuwa miongoni mwa wachezaji wao mpya watakao mtumia katika ligi kuu ya nchini Kenya. Lakini hatukuona taarifa ya Simba, pengine Simba wenda kwa wamemtoa kwa mkopo Awesu, Awesu. Nadhani kutoka kwa Awesu kwenda kutafuta changamoto nyingine nje ya Tanzania, inaweza ikawa ni miongoni mwa testa kwa upande wake kudhihirisha kile kipaji alichokuwa nacho nchini Kenya. Mi e, ni, ni, ni, ni mpongeze Awesu Awesu kwa sababu kwanza ni mchezaji wa Kitanzania na nategemezi kwenye timu yetu mpaka ya taifa. Kuna kipindi aliitwa timu ya taifa na ni mchezaji mzuri, ana kipaji. Ndio maana nakwambia, na unavyozungumzia Simba unazungumzia brand ya mpira sekafu. Leo polisi Kenya wamepata mchezaji bora kama hao walivyotupa Mohamed Bajabe na sisi tumewapa hawesu hali awesu, eh? Fundi wa mpira kama eh captain Uti, Mohamed bajaba uh -huh. Yule ni mchezaji ambaye mimi naweza nikasema yani umetoa Bajaba umeweka Bajaba mwingine, kwa sababu awesu uh -huh ana uwezo sana na Simba alikuwa apate nafasi. Mm. Ndio maana tukasema si timu yetu ina uwezo mkubwa sana. Kwa sababu mimi na uhakika nyuma mwiko aweze asingeondoka. Eh? Asingeondoka. Ah. Acha Mungu nakwambia aweze mzali mzuri. Lakini Simba kutokana na viwango vilivyokuwepo na uwezo aliokuwepo, eh, aweze apate nafasi. Leo aweze umuweke mpeleke nyuma mwiko anaanza. Eh? Anaanza. Na na kikosi kama Damalo yule chizi kabisa na wanamuona Lulu. Kama? Damalo yule amemtoa Singida kwa mkopo hey, na amemwona Lulu atakuwa. Eh, ah. Eh, Damalo Lulu kwao. <laughs> Jiona Lulu kwao. Kwa hiyo sisi kila hata tumemtoa awesu tume tume tumepeleka polisi Kenya. Awesu awesu awesu mtu mmoja hatari sana, atawasaidia sana wale polisi na hiko ni kipaji hey. naamini nimwambia awesu awesu Simba tunampenda na tunamtakia kila la heri, akafanye kazi iliyotukuka. Simba mnampenda? akafanye kazi iliyotukuka kama alivyofanya kwa Simba mm. Sema Simba kakutana na vyuma ambavyo vina- viko vina hatari, ndiyo maana alikuwa hapati nafasi <tutu> <tutu> na mwenyewe, hata akikaa benchi ukimuuliza, alikuwa anaridhika kwa sababu anaokamata nafasi yake yuko u-yuko vizuri. Kwa hiyo mimi nimwambie toa wesu, na niwaambie viongozi kama wamechukua hatua hiyo, wamwache mchezaji akacheze atanue wigo leo kule labda atapata nafasi, atacheza, hata atakuza kiwango chake. Baadaye atakuja kusaidia timu yetu ya taifa na tutafanya vizuri inshallah. E, Bwana Shabani, baada ya michuano ya <coughs> Simba Sports Club kufungwa dhidi ya Azam FC, mwalimu aliwasilisha ripoti yake na kuangalia mapungufu yaliyokuwepo na akaomba ingizo la wachezaji watano ndani ya Simba Sports Club kwa ajili ya kwenda kuhakikisha ya kwamba wanaimarika na kwenda kufanya vizuri kwenye tournament mbalimbali ambazo wanakuwa wanashiriki unadhani ingizo la wachezaji watano ambalo mwalimu Stephen Becker ameliangalia na amegundua tatizo ndani ya Simba huenda inaweza ikawa maono mazuri kuelekea kwa Simba kushiriki vizuri kwenye michuano mbalimbali ya msimu huu e, na, inawezekana, kusabu, e, kwa sababu yeye kwana mwalimu mpya lakini hata kama na ugeni wake ana anaifahamu Simba. Nadhani Simba ndio timu ambao kacheza nao nusu finali kwenye shirikisho, wachezaji waliongezeka ni wachache, na yeye so alofanya usajili wa hao wachezaji kwa hiyo inawezekana kuna baadhi ya sehemu ameona zikijaziwa, hata atafanikiwa kuivusha Simba kutoka hapa kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo mimi nadhani kama kapendekeza za jua tano ni sawa, lakini hata ukiangalia kwa mtazamo wa kawaida utakuwa na, na injury. kwa hiyo katika nafasi tano, nafasi moja iko wazi kabisa ya golikipa, lazima atafute golikipa mwingine ambaye atakuja kuleta chachu, sababu tuna mechi ngumu kuanzia mwezi huu we, tatu. Yes, tarehe 23 mpaka tarehe 30. Kwa hiyo lazima patikane golikipa, lakini ukiachia hivyo, beki zetu eh, Abdulrazaki Hamza alikuwa na injury bado hajarecover, lazima tafute beki. Tumeona Chamuka Rabu anafanya makosa mengi, inawezekana mwalimu anahitaji beki ambaye tofauti na Chamuka Rabu, lakini tumeona nao vile vile. Namba mbili Shomari lazima apate mtu ambaye atampa chachu na changamoto, lakini umeona hata kule kwenye ushambuliaji, washambuliaji wapo, labda mwalimu atahitaji wao washambuliaji wengine kama vile namba kumi. Kwa hiyo mimi nadhani mwalimu kaona vitu vilivyokuwa sahihi na na uhakika kabisa, mwalimu kama viongozi hiki kimya na uhakika wametulia, wanasajili watu ambao watakuja kulikapa zile nafasi, then tuweze kusonga mbele kutoka hapa tulipo tuelekee kwenye kwenye hatua nyingine. Lakini mnaona simba ina mwanya huu, amfanyaje? Mwanya tunao, lakini kuna baadhi ya vitu viongozi wetu lazima waweke sawa. Unaweza ukasajili timu iliyokuwa bora, lakini mwisho wa siku ukashindwa kuandaa kile kitu ulichokisajili. Mimi naona kuna kuna makosa hapa katika maandalizi ya kuandaa timu, na hisi kama vile kuna, kuna makosa makosa, haya lazima waelekebishe viongozi wetu wawe serious sana na ile timu kila hatua. Mpira wa kitanzania unachezwa ndani na nje ya pitch. Ndani ya pichi wachezaji inawezekana wanataka, lakini nje ya pichi inaonekana kuna vitu kama tunazidiwa. Ndiyo maana wachezaji wetu wanakuwa kuna time wanapanda, kuna time wanashuka. Wakati wachezaji wetu wale bora leo, kuna watu wanamdharau Sansoa, sio so kweli, ambaye yeye ndio namba tisa kia kabisa, yuko vizuri. Msimu uliopita alikuja ali katika dirisha dogo kafunga goli kumi na tatu leo. So, anaonekana anaanzia benchi au saa ingine hata akicheza afanye vizuri. Kwa hiyo inaonekana hapa kuna maandalizi mengine yako sawa. Mpira wa Tanzania una mambo mengi sana. Tuambie, viongozi wetu, kama wameomba ridhaa ya kutuongoza basi waongoze kila kitu, zaidi zaidi, katika vitu vyote, waongoze kupata pointi tatu. Simba, watu wanahitaji ushindi tu, Simba wanahitaji timu yao ishinde tu. Mashabiki hawahitaji pesa, hawahitaji chochote, hataki chochote zaidi ya pesa. Sisi tuko tofauti na jamaa wengine ambao pilau bure. Uwanjani bule mkeo anaumwa bule mwanao shule bule ha? Sisi tunachohitaji twende uwanjani tukaangalia tuka matokeo. Ndio maana hata leo tunafungwa, jezi tunavaa leo tunafungwa, uwanjani tunajaa juzi. Wazanzibari wamelalamika sana baada ya Simba kutolewa Mapinduzi, kama uwanja mpoteza mwelekeo mechi ya nyuma mwiko na Singida, watu wameingia bule tiketi wanagawa na, e, na, na finali Pemba. Leo angekuwa Simba, leo Simba na Azam Leo watu wangetoa hela na watu wangeenda. Sasa watu wanatengeneza mazingira ya ili mpira uwe na thamani, watu wanashusha mpira thamani. Leo jezi ya Simba inauzwa kuliko jezi ya timu yoyote. Simba tumekosa ubingwa miaka minne, tumefungwa na mtani mara sita, tumefungwa na azamu mara mbili, lakini mashabiki na wanachama wananunua vifaa vyao. Mashabiki na, na, na wanachama na ndio mashabiki bora. Sasa viongozi, kuna sehemu wanakosea. Mimi naomba viongozi wetu sisi furaha yetu timu kupata matokeo. Hatutaki pesa, hatutaki chochote. Tuwaambie watulize akili zao, watengeneza mazingira ya timu, timu yetu, timu yetu ifanye vizuri tupate furaha. Hatuhitaji chochote kutoka kwao zaidi ya kupata matokeo. Leo Simba Queens inacheza. Mimi nishajiandaa naelekea uwanjani kusupport Simba Queens. Simba Queens imecheza Luangwa, nimeenda Luangwa kwa sababu ya mahaba niliyokuwa nayo kwenye timu yangu. Kitu chochote kinachoitwa Simba ukikiweka mimi mimi nakifata. Hata wewe ukichukua nembo ukaweka kwa mke wako mgongoni kwamba huyu Simba, mimi namfata eh. Yaani, si unachukua hiyo logo mwekee mkeo mgongoni pale, basi mimi nitamfata. Unai hmm. Simba mimi Simba. Yaani mimi nikiona hii tu, roho yangu yani inakuwa kama ina mapali yanasema hii timu mimi jamani, eh. Ndio maana unaona watu wa Simba tunapenda. Wewe leo fikiria, imagine leo tumetolewa mapinduzi na azamu tumefungwa tumekosa ubingwa. Eeehhe, si unaona, hauoni na watu jezi wanavaa mm -hmm. Leo pita barabarani, tunaona jezi ya Simba imevalika sehemu nchi nzima kuliko hiyo misalaba ya hao jamaa, yeah. Ehhe, lakini si jezi yetu ndiyo wanavaa, kwa sababu tunaipenda klabu yetu. Ili tuipende klabu yetu, tufanyieni mambo mema yeah. Viongozi, yeah. mambo mema hayo, kutengeneza mikakati ya kushinda. Ushindi ni ushindi tu hata yeah. ukimpiga mtu ngumi, tukipata matokeo sisi tunafurahi, ngumi itajadiliwa baadaye yeah kikubwa eka t 90 tupate matokeo e, Bwana Shabani nataka <coughs> nikesia hapo hapo kuzungumzia kwa wachezaji. Kuna taarifa ambazo nimeziona ni tetesi zinasemekana, Budo Mutale Budo, pamoja na striker Steven Dese Mukwala wanatafutiwa timu kwa ajili ya kutolewa kwa mkopo, ili waweze kufanya replacement za baadhi ya wachezaji. Pengine ni wakati sahihi sasa wa hawa wachezaji kwa muda ambao wamehudumu ndani ya Simba kwenda kutafutiwa replacement ili waweze kuja kutafuta wachezaji wengine ambao watakuja kuisaidia timu Simba. Tuna mwalimu mpya, tuna mwalimu mpya na mwalimu, labda kuna staili ya wachezaji ambao anawahitaji kama mwalimu. Kapendekeza kwamba Budo na Jos na na Steven Dese hawatoshi kwenye kwenye first 11 yake ya kutupa matokeo. Sina doubt na hiyo. Naheshimu kazi ya watu, kwa sababu mwalimu ameangalia wa akaona wale watu hawatoshi kama watoshi kwetu sawa, si tunachohitaji timu yetu ipate matokeo, na wawapeleke kwenye timu ambazo wanajua wataenda kucheza. Simba ni timu ndo, kama nimekupa mfano, leo kaondoka Aweso, Aweso leo mpeleke timu wote zaidi ya Simba hapa, anaanza timu yoyote zaidi ya Simba anaanza. Tulipomtoa Aweso nadhani alikuwa captain KMC, si ndio hivyo? Na alikuwa anafanya kazi kubwa ile tukuka, kila mtu wa KMC alikuwa anamsifia. Kaja Simba, lakini mwisho wa siku kasindo kwa sababu Simba kuna watu wenye vipaji. Hata Dense Mukwala. Leo mbeleke timu yote kwenye nchi. Dense anacheza. Leo Josu budo, watu si wanambeza. Leo muache timu yote anaanza budo. Kwa hiyo kama mwalimu kaona hilo, mimi sina wasiwasi niseme tu, watu tafutie watu ambao watakuja kupambana, tuna mechi zidi experience mbili, tuhakikishe tunapata matokeo tukirudi kwenye ligi tuna mechi dhidi ya Singida Black Stars. Lazima tujipange, lakini kujipanga huku hakuhitaji ujanja ujanja, mm. Lazima tujipange tukiwa tuna nguvu moja. Leo tuna vita kila sehemu mm. Tuhakikishe vita zile tunaenda kuziwini ili tuweze kupata matokeo. Lakini viongozi, taarifa tunayo wapi? Mm. Tunaumia kwa matokeo yanayotokea. Umezungumzia kuhusiana na mechi za kimataifa ukazungumzia dhidi ya Singida Black Stars, hapo hapo, miongoni mwa kauli ambazo jana amezungumzia Ali Shaban kama na akauliza twende kwa wanasimba wowote tukawaulize, katika michezo yao minne inayofuata mbele, tuwaulize ni mchezo gani ambao mtakwenda kupata walau hata alama moja kwenye hiyo michezo. Kitazama michezo ya Simba ambayo minne iko mbele ni Singida, ni Esperance de Tunis, hapa nikiwa na maana ya CAF Champions League, nyumbani na ugenini. Baada ya hapo, kuna mchezo dhidi ya Singida Black Stars utafanyika hapa, lakini baada ya hapo kuna mchezo mwingine dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Kati ya hapa, mnaulizwa ni wapi mtapata alama moja kati ya hawa wanne, kwa Simba hii, wanaoiona Simba klabu kubwa kuliko yeye hali yaani. Simba ni klabu ya mpira, Simba sio watu wa maajabu kwenye mpira, ni watu wa kuendeleza walichokifanya eh? <coughs> matokeo tutapata kwenye mechi zote, matokeo matokeo tutapata kwenye mechi zote, iwapo kila mtu atajua nafasi yake, iwapo kila mtu, kwa sababu nazungumza hivi, mashabiki tunajua nafasi yetu, ndio maana tunatimiza kile tunachokihitajika kukifanya. Viongozi wetu wajue wafanye kitu gani kama wao, wachezaji wetu watambue kitu gani kama wao, timu yetu ni bora. Petro ni mtu wa kawaida, experience shinani, wote amna mtu ambaye anatusumbua. Singida toka izaliwa hajawahi kutufunga, sina kumbukumbu kumbu. Singida toka izaliwe yeah, singa, hata sala wamepata goli tatu hapa na Singida haa, mechi yeah, ya juzi hapa yeah. Haya, katika mechi zote, labda mechi moja tuliocheza kwa rang hmm, sawa, lakini mechi karibia zote si Singida tumewafunga. Sasa leo sio Singida, Experience yuko chini ya National, si National tumemwazibu sana, kama watu wako serious uh -huh, kwa Simba hali atasema kwa sababu akihitaja Simba na yeye majoriti yake ya kupendwa na wanachama wake inaongezeka eh. anasema kwa sababu aongeze nguvu kwa wanachama wake eh. lakini anajua Simba ni nani katika ukanda huu wa Sekafa, hakuna mtu yeyote asiyojua Simba ni nani kwenye Sekafu. Hakuna ukiona hivyo huyo mtu mnafiki eh. Yes, Simba anajulikana kwenye ukanda wa Sekafa ni nani kwenye mpira eh? Eh? sio kwa porojo, lakini hamtaki kukubali kama Simba imeshuka tumeshuka, tume hatukatai eh, kwa sababu tumepoteza E... ligi ya nyumbani mara nne mfululizo uh -huh. Leo kwenye klabu bingwa tumepoteza mechi mechi mbili mfululizo yeah, lakini bado tuko katika kupambana, tuhakikishe tunatetea nafasi yetu. Lakini mpaka leo ukienda kwenye renki, Simba bado tuko juu hata kama tumepoteza. Naipa Simba asilimia ngapi kufuzu hatua ya robo fainali? Kama tutakuwa wakweli, tutafuzu hatua ya robo fainali. Kama tutakuwa wakweli, tutafuzu hatua ya robo fainali. Kama tutakuwa ndani kuna watu wanaleta unafiki kwa maslahi yao yeah, hatutofuzu hatua ya robo fainali, na hili ndio kitu ambacho kinachotutafuna kwenye Simba magharibi. kwa sababu inaonekana kuna watu timu ikifanya vibaya wao kwao ni furaha. Uh -huh. Lakini kuna watu timu ikifanya vibaya wanaumia nafsi zao na ndio maana tumejitahidi kadi ya uwezo wetu kufanya kinachowezekana watu wote turudi kwenye mstari mmoja. Uh -huh. Ila niwaambie wanasimba wasikate tamaa. Uh -huh. Wasikate tamaa tupambane timu yetu. Uh -huh. Inaumiza kwenye nafsi. Uh -huh. Na hata mimi kwa upande fulani niko 50-50 kwa upande na, najua tutawini upande tutaferi kwa sababu kuna baadhi ya vitu haviko sawa. Uh -huh na ila sio timu yetu. Timu yetu ni bora. mchezaji bora. na na uhakika hata dirisha dogo atasajili watu waliokuwa bora. Kwa hiyo wana Simba tu tusapoti timu yetu, tuachane na porojo, tuachane na maneno ya watu wengine. Wanaongea maneno mengi sana kwamba wao sio wametupola nani, ila tuwape taarifa simba tupoli na, na mtu yoyote mchezaji tunamhitaji. Wao ndo wanajitekenya, wananusa, wanajitekenya afu wananusa wanajua hivi Simba wamtake mtu ashindwe. Wewe unaona Yanga wanajitekenya afu wananusa, Yanga anajitekenya afu wananusa, sisi hatunusi. Sisi tunachukua watu wa hatari, sisi hatunusi. Mimi nimekupa mfano, wamesajili magarasa hao, Mohamed Dumbia, Musa Balakonte, yule nani yule nani Kouma Zero wame- wa- wamesajili nani yule mwingine Sura, wa wa wa wa batau ekuwa duduasha lakimbia ovyo to kama mwehu sawa. Haya, yule Dube mpaka watu wameomba ma kanisani na msikitini. Leo Bajabe kaja hapa, kaumia tu mechi ya kwanza kuingia, ili atetee timu yake, kafunga goli, hajaombewa msikitini waa wala kanisani. Watu mpaka wamefunga kamba viunoni, wanafungua hapa, tunamfungua Dube, Mungu, tusaidie hapa ha, tunamfungua Dube Mungu tusaidie. Ushaona Bajabe kaomba wapi? Kwenye ligi kaweka, kwenye mapinduzi kaweka. Na bwana, mimi nataka nimalize na hili ndio litakuwa swali langu la mwisho tu kwa upande wako. Leo kuna mchezo wa fainali kati ya Azam, lakini kufahamu wewe, mwanasimba, unaungana na nani? Mi shatolewa kule. Atakayebeba yoyote, sawa? Lile si kombe la la nani, kombe la mikosi. Eh? Kombe la mikosi. Ah. Ukibeba lile basi huku unapotea. Wao <laughs> <laughs> <laughs> oh, Yanga naye pia na anapotea. Wao <laughs> wenyewe wanajua. Kombe lile ukibeba, eh, ubebe tena kitu kingine. Lakini jana wamekimbia kwenye press conference. Nani na, wamekimbia? Labda <laughs> <laughs> mganga akasema hivyo hasa aenda kwa sababu ya uganga. Ni no ujumu eh? Labda zimesema. Eh? Kama sheria kwenda kwenye press. Eh. Hawajaenda. Eh. Basi mganga akasema ah? Eh, hey, Azam wajitahidi hata kabeba kombe lake. Hata mtu kombe lake lile. Eh? Kila siku anabeba gae. Hey. Wabebe. Wanategemea mlango pembeni. Eh, hey, maki kama kwenye kitu cha sheria ukitaki na maana wewe si maagizo ya mganga. Mganga akamwambia mkienda mtafungwa. Na ndio maana hawajaenda. Kama sheria kwenda kwenye place yeah. Kwa nini hawajaenda? Maagizo ya, ya mganga wa Pemba si wana mganga wa Pemba? Uh-oh. Inawezekana akienda pale kwenye place watafungwa. Mm. Kwa hiyo mimi ya, kwa hilo mimi niseme mm. Atakayebeba yote family life siku ile tulishatolewa tunajipanga na, na, na mipango yetu. Ila tuwaambie wana Simba. Mm. Hakuna mchezaji ambaye tulomuhitaji wakatupora. Hakuna. Hakuna mchezaji tulomuhitaji hapo wakatupora. Wachezaji tunawahitaji wote wako tofauti na wao. Ndio maana hata wakina je wa au wakina wote tulowaleta hamna mtu anawazungumzia. Mm -hmm. Sawa eh? Hamna mtu alikuwa anamjua Alassane Maodo Kante. Hakuna. Mm -hmm. Lakini kaja leo kila mtu mshipo anatoboka watu paka anafanya kampeni za kwenda kufungiwa Kante, ili mradi asicheze. Wachezaji wote tuliowahitaji. Simba wamekuja na tutakaa wahitaji watakuja. Ndio maana hata katika usajili huu kuna vyuma vinakuja katika dirisha dogo, vitafanya vizuri na kinachohitajika tusaporti, ila tuwaambie, hmm, viongozi wasituangushe bwana. Si mbona tunafanya wanachokitaka, tunafanya kila kitu, tunakata tiketi, tunanunua jezi, tunanua vifaa vya Simba, tunafanya kila wanalohitaji ili timu isonge mbele. Wao wanafeli wapi? kama ameshindwa, tukabidhi jukumu sisi wenyewe wanachama na viongozi hmm, eh wanachama na mashabiki oya, mechi tano hizi, mechi hizi wa wanachama na mashabiki za kwenu, wallahi hatufungwi hata mechi moja hizi za kimataifa. Simba watupe mechi tano za kimataifa tatu, yeah. Na za ndani tatu hatufungwi hata mechi moja. Gurudumu mlishike wenyewe. Ukitoa mguu tunaweka shoka au tufungwi hata mechi moja, si nimetoa mfano juzi yeah. mashabiki wa nyuma mwiko na mashabiki wa Obaya Obwela, nani kashinda wameleta ila zao zote. mashabiki wabayabwela wamekaa kwenye engo, kila wakitaka kumwaga watu wameameka, kila wakitaka kumwaga dawa watu wameka, kila wakitaka kuweka, kila akifanya hivi, goli ngapi wamekula? hmm. hawajatoa wa timu hao ndo watu wa Simba, wanaipenda timu yao sasa kutoka moyoni. Kama wewe umekuja kutuongoza kwa staili yako ili upate kazi, familia yako iishe iishi huko, unatuumiza. Basi watu wengine tu sisi tunaumia, kwa sababu hii timu watu wanaipenda kutoka hizi. Timu watu wanakufa, hizi timu watu wanapata maisha, watu wanaparalize kwa sababu ya ya hizi timu. Kwa nini nyinyi hamthamini thamani ya hawa watu? Watu wanaumia, sisi tunahitaji matokeo. Hatukatai kufungwa, tufungwe, tuone tunafungwa kwa mazingira gani timu imecheza, kila mtu katoka pale, karibia mechi kibao Simba alikuwa anafunga, mashabiki wanapiga makofi, wameona watu wamepambana. Lakini tunaona kabisa vitu vya ovyo, na ndio maana nafsi zetu zinatuuma. Sasa tuwaambie, tarehe ishirini na tatu tarehe 30, tarehe tatu na tarehe zinazoendelea, watangaze mashabiki na wanachama, tunakukabidhi mechi hizi, fanyeni nyinyi, wao watulie pembeni, waone ubaya ubwela wetu Mapema sana, mapema mno, bila kuambia hatoki mtu. Experience wenyewe lakula gongo nne hapo Benjamin Mkapa <tuken> watu tumeamua, watupe ile jukumu waone <tuken> watupe ile jukumu waone <tuken> na wachezaji wote watafurahi, na mchezaji hamna atakayenuna, watupe ile zoezi <tuken> leo Simba tutatiana shoti wenyewe ndani. Sasa wale wanatia shoti sisi, <tuken> wao si waoga hao. <tuken> <tuken> tunawafuata sisi Alafu waone kama kama sisi tutapoteza hii game. Kama wachezaji wanakiri kwamba tunavyojia Benjamin Mkapa wao ndo anashinda leo, tutashindaje kushinda Benjamin Mkapa? Tutaenda sehemu yote, tutaenda na tutapata matokeo. Watu kabizi leo jukumu miezi sita, alafu wao wakae pembeni wakunenazi, alafu watuachie sisi. Nashukuru sana.